Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Maji na Mazingira imewahimiza wasimamizi wa miradi ya kuhifadhi mazingira ngazi ya Halmashauri za Wilaya kuisimamia miradi hiyo kwa ukaribu ili ilete tija kwa wananchi. Mwenyekiti wa kamati hiyo Mheshimiwa Jackson Kiswaga ametoa maelekezo hayo wakati wa ziara ya kukagua Mradi wa Urejeshwaji Endelevu wa Mazingira na Hifadhi ya Bayoanuai Tanzania unaoratibiwa na ofisi ya makamu wa rais na kutekelezwa katika halmashauri ya wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi. Kwamba tuko hapa kwa kutekeleza majukumu ya kikatiba ibara e, ya sitini na tatu ya katiba, kile kifungu cha pili e, kinasema kwamba bunge ndio itakuwa chombo chenye mamlaka ya kuishauri na kuisimamia serikali pamoja na vyombo vyake kwa hiyo uh, Mama Samia ana, ana, anatoa fedha nyingi mnafahamu e. Kwa hiyo pamoja na kuwa nyinyi wenzetu mlioko huku mnye mnye mzitu, e, e, mkua, mna na muda mwingi zaidi wa kusimamia, mkuu wa mkoa na vyombo vyake na DC na vyombo vyake, mnafanya kazi nzuri e, mnamsaidia rais, lakini mnaisaidia Bunge kulingana na Katiba. Lakini na sisi tuna wajibu huo e, kanuni zinatutaka kabla atujaingia kwenye budget tupite tuangalie mahali ambapo fedha tulizipeleka zimetumika. Akiwasilisha taarifa za miradi iliyotembelewa na kamati, mratibu wa mradi huo halmashauri ya wilaya Tanganyika, Bwana Efraimu Rukwago, ameishukuru serikali kwa kuiwezesha halmashauri kupata mradi huo ambao una na manufaa makubwa kwa wananchi katika halmashauri ya wilaya Tanganyika. Mradi huu unatekelezwa katika kata tatu zilizopo ukanda Mto Katuma ambazo ni Katuma, Mjagala, Sibwesa na vijiji nane ambavyo ni Katuma, Mpembe, Kapanga, Kamilala, Sibwesa, Nkumbwi, Kabage na Magari. Mradi huu ni wa miaka mitano kuanzia Julai Januari 2021 hadi Disemba 2025. Lengo kuu la mradi ni kuimarisha usimamizi wa pamoja jumuishi wa mazingira na urejeshwaji urejeshwaji wa ardhi iliyoharibiwa ili kujenga uhimilivu wa mifumo ekolojia na jamii kwa ujumla. Halmashauri ya Tanganyika ina shukuru serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania inayoongozwa na Rais la, Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia Ofisi ya Makamu wa Rais mazingira kutupatia mradi wa urejeshwaji wa mazingira ambao umewezesha kikundi cha misitu ni wai kuanzisha shughuli mbadala ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Wanaomba Tikazungu ni mnufaika wa mradi huo anasema, kwenye josho tumejifunza mambo mengi ambayo tumenufaika nayo Kipindi cha nyuma sisi tulikuwa tunasumbuliwa na ugonjwa wa ndigana kali na, na ndigana baridi. Huo ugonjwa ulikuwa unatusababisha ng'ombe walio wengi walikuwa wanakufwa sana, ajili ya magonjwa nyemelezi ya kupe. Sasa sisi tulikuwa tunatibu tu, kumbe hatuogeshi ng'ombe. Kwa sasa hivi toka tarehe ishirini na saba mwezi wa kumi tulipofunguliwa ili josho hili Siku hiyo hiyo tulianza kuogesha ng'ombe wetu hapa, tulianza kuyaona mabadiliko makubwa sana, tofauti na vile tulivyokuwa tunafuga sisi ng'ombe wetu. Kwa hiyo mimi namshukuru sana mama Samia, sababu ule ugonjwa ambao ulikuwa unatusumbua ulikuwa unatupunguzia mifugo zetu. Sasa hivi yaani ni kwa heri mbambam. Mradi huo wenye thamani ya shilingi bilioni 25.8 unafadhiliwa na Mfuko wa Mazingira wa Dunia kupitia Shirika la Mazingira la Umoja wa Mataifa na kusimamiwa na Ofisi ya Makamu wa Rais. Unatekelezwa katika halmashauri za wilaya ya Tanganyika na Mpimbwe, Katavi, Iringa, Mbeya, Barari pamoja na Sumbawanga. Mindi Joseph, Sky TV.